Chana wanahabari. Tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma juu ya kazi zilizofanywa na jeshi la polisi mkoa wa Njombe katika kipindi cha mwezi wa tisa, 2025. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe kupitia taarifa ambazo ilizipata kwa raia wema imeendesha msako katika kipindi cha mwezi Septemba 2025 na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa mia moja na tano ambao wametenda matukio mbalimbali ya uhalifu ikiwemo mauaji, wizi wa pikipiki, uvujaji, ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani na makosa mengine ya kimaadili. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Suleiman Musa, miaka 28, na mkazi wa kijiji cha Kiombo kwa tukio la unyang'anyi wa kutumia silaha, ambapo alimpora pikipiki aina ya Saneloji yenye namba za usajili MC 364 kwa kutumia panga katika tukio hili ambalo limetokea tarehe 16 mwezi wa 8 2025, na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa huyu katika kutoka mkoa wa Ruvuma. Jeshi la polisi limemfikisha mahakamani na mahakama imemhukumu kwenda jela miaka 30. Sambamba na hilo, jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na wananchi limefanikiwa kumkamata Himba Lukas Mkongwa miaka 50, mkazi wa kijiji cha Utengule kata ya Kifanya wilaya ya Njombe, ambaye alikuwa anatafutwa kwa kosa la mauaji katika kijiji cha Utengule ambapo alimuua mkewe aitwaye Kristina Gabrieli Loga miaka 49, mkazi wa Utengule kwa kumshambulia kwa fimbo sehemu mbalimbali za mwili wake lakini kiini cha tukio hili ni wivu wa mapenzi kwa mara. Upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika basi, mtuhumiwa atafikishwa katika mikono ya sheria. Kwa upande wa usalama barabarani, jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi na maeneo ya mashuleni na kuweza kufanikiwa kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla ya madereva 7865 walikamatwa, lakini walioandikiwa faini ni madereva 7858, waliofungiwa leseni ni mmoja, na waliopewa onyo ni watano. Lakini kwa upande wa mafanikio mahakamani, katika kipindi cha mwezi Septemba lakini tukiunganisha na mwezi wa wa wa Agosti wa tarehe 29 mwezi wa 8 25, mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Stanley Lutumo Lutango kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Hii ilikuwa ni kesi namba 6799 ya mwaka 2024 lakini tarehe 29 mwezi huo wa 8 2025, mahakama ya wilaya ya Njombe ilimhukumu Baraka Pateli Gadau kifungo cha maisha kwa kosa la kumbaka kwa kosa la kubaka. Hii ilikuwa ni kesi ya jinai namba 10951 ya mwaka 2025. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria na taratibu zilizopo, kwani halitosita kuchukua hatua kwa mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na uhalifu.